Yes, karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha harakati za msakatonge kinachokwenda hewani kupitia YouTube channel yetu ya Macuptz. Leo mada ya hewani, tutazungumzia siri ama kodi ambayo iliyopo kati ya wanandoa na mchepuko ama wanandoa na mabektatu ama wanandoa na wafanyakazi wa ndani. Ungana na mimi hatua baada ya hatua, ili tujuzane ninachokijua, pengine unachokijua ama usichokijua twende na mimi bega kwa bega hatua kwa hatua leo tuko na Lisa Daniel. Eh, mada hewani ni chakula cha akili, na leo nitazungumzia siri iliyopo kwa wafanyakazi wa ndani. Wafanyakazi wa ndani umekuwa wakitunza ndoa zetu, lakini hatuwapi heshima no. zao, badala yake mshahara ni kuwafukuza, kuwanyanyasa, na kuwaona kwamba wao ni watu wa mwisho kabisa lakini tambua hata wewe mwanandoa ni mfanyakazi wa mtu, lakini hunyenyesiki isipokuwa tu mnazidiana gredi. Leo nitazungumza na wakina dada au wakina mama waliobweteka na kuridhika na ndoa zao na kuwapa nafasi wafanyakazi wa ndani. Ikitokea mfanyakazi wako wa ndani anakudumishia ndoa yako, Mpe heshima yake, mpe maua yake, kwa sababu pengine furaha yako, uimara wa ndoa yako unatokana na huyo mfanyakazi wa ndani. Siku ukiona kwamba kuna dalili za mume wako kujiingiza kwenye mahusiano na mfanyakazi, fanya uchunguzi. Wafanyakazi wana siri nyingi sana za ndoa zetu. Tengeneza utamaduni wa kushika simu ya wa mfanyakazi wako ili kujua kitu gani kinachoendelea baina ya mumeo na mfanyakazi. Hata kama beki tatu, anaweza kuwa ni wa hovyo wa kawaida sana, usiamini kupitia ukawaida wake pengine huo ukawaida wake ndio uliomvutia mumeo, ukawaida wa mwanadamu wa umbo, sio ukawaida wa ndani. Ikija ikatokea umeshika simu ya mfanyakazi wako wa ndani, ukagundua ana mahusiano ya kimapenzi na mume wako, alafu bado mfanyakazi anakupa heshima kama dada, kama mama Muongeze mshahara. Ikitokea mfanyakazi mfanyakazi wako wa ndani anaendelea kukupa heshima aliyakuwa mnashea mwanaume, heshima yako, matumizi yako, matunzo yako hayapungui, muongeze mshahara. Wakati mwingine unaweza kumwamisha hilo daraja, kwa sababu huyo ni mke mwenza. Huyo ndiye anayekutunzia ndoa yako. Ukifuatilia undani wa chatting za mumeo na huyo mfanyakazi aka mke mwenza, utakuja kugundua madhaifu yako au mapungufu yako. Unaweza kukuta kwamba wewe humridhishi mumeo kwa kipengele fulani, ambayo kwenye chatting mumeo kafunguka kwa yule mfanyakazi. Ukisoma hizo SMS, ukisoma hizo jumbe kwenye simu ya mfanyakazi wako, wala usibadilike, wala usimkasirikie mpaka kagundua kwamba unajua ambacho alitaka wewe usijue. Usimfukuze, isipokuwa muweke karibu ili ujifunze yale ambayo huna yale ambayo humfanyii mume wako, yale ambayo yamemsababisha mume wako atoke kwako aende kwake. Ujifunze kupitia yeye, ili uweze kumdhibiti mume wako. Kila mwanadamu ana mapungufu yake, atukatae, lakini mnajisahau sana sana Ikitokea umegundua meseji ya jana tu usiku alikuwa naye, lakini kulala kalala na wewe, usiumie. Na kama utaumia, usionyeshe maumivu yako, kwa sababu hayo uliyoyakosa, hayo hayo ndio yaliyomsababisha aende kwa mchepuko, ambao mchepuko wake upo ndani sasa kosa utakalolifanya kumfukuza huyo anayekulindia ndoa yako dada, mama, <laughs> umevuruga furaha ya ndoa yako, kwa sababu kama yule mfanyakazi alikuwa anaidumisha furaha ya ndoa yako, amani ya ndoa yako, unapewa kila unachokihitaji kwa wakati, tambua utaanza kuto kupewa yote yale ulikuwa ukiyapata kwa wakati, utaanza kupangiwa budget. Utaanza kuambiwa sina, kumbe ile budget umeihamisha nyumba ya mchepuko, yeye atapangishiwa. Usidhani kumfukuza mtu ambaye kamnogesha mumeo, unaweza ukakata mawasiliano kwa kusema kwamba sitaki kumwona, atoke hapa. Labda tu huyo mwanaume awe Mario lakini kama baba mwenye nyumba anayetimiza mahitaji yote ya ndani, ukimwondoa mfanyakazi aliyekuwa anadumisha furaha ya ndoa yenu, amani ya ndoa yenu, atakwenda tu ili aendelee kuidumisha amani ya ndoa yake, kwa sababu kuna vitu umridhishi. Kama mwanaume akikosa utulivu, akiupata kwa beki tatu, unatarajia afanye nini? Kwa hiyo tengenezeni utamaduni wa kuwa mnasoma SMS kwenye simu za wafanyakazi wenu ili mjue siri za ndoa zenu. Alafu ukigundua mfanyakazi wako anatembea na mumeo basi wewe unachotakiwa kukifanya ni kumpa heshima, kumtunza, kumjali, wakati mwingine unaweza wakati mwingine unaweza hata kumpandisha cheo. Kwa sababu huyu ndo anakudumishia amani ya ndoa yako.